Ugonjwa wa saratani unaporipotiwa kuwa watatu kwenye orodha ya vyanzo vya vifo nchini Kenya, shirika la afya duniani likutaja kuwa katika orodha ya pili ya vyanzo vya vifo duniani, watu milioni tisa nokta nane wakitajwa kuaga dunia kutokana na ugonjwa huo mwaka wa 2018. Kwa ufupi, kansa inaua watu kwa wingi Kenya na especially kwetu Embu tunasikia kwamba wamama wanakufa kwa, kwa wa wa wengi bila kujua kwamba kuna tatizo ambao wengi wanajulikana wakiwa stage 3 na stage 4 ambao hawawezi kutibiwa wakati huo. Ugonjwa huu husababishwa na ukuaji wa seli mwilini kwa njia isiyo ya kawaida na isiyodhibitika na baadaye kuathiri viungo mbalimbali mwilini. Mabadiliko haya yakichangiwa na mtindo ya maisha, mazingira au maambukizi kila binadamu ana chembechembe za kansa katika mwili. Ni pale hizi chembechembe -chembe sasa zinapopata nguvu wakati kinga yako iko chini, na zile vijitabia ambavyo tuko navyo wengi wetu siku hizi. Vyakula vyetu ni vya kufurahi, tuna karanga sana. Yale mafuta ya kufurahi yanatakiwa yatumike mara mbili tu Uvimbe katika sehemu yoyote ya mwili au kidonda ambacho hakiponi ni baadhi ya dalili za saratani, ijapokuwa kwa mara nyingi ugonjwa huu hauna maumivu na ni mgumu kugundulika. La muhimu ni kwamba unapoanza matibabu ya saratani ufuate maagizo yale daktari anakuambia, unywe dawa zako vizuri na uponyaji ni sahihi. Kulingana na utafiti wa Wizara ya Afya nchini, asilimia 23 ya vifo vya saratani nchini vinasababishwa na saratani ya matiti na shingo ya kizazi ambazo pia huathiri afya ya uzazi. Alafu ile inafata ni ya matiti ambayo tuko na around 880 patients. Alafu zile zingine zinafuata. Hii kansa ya saratani ya kizazi inazuiria kwa chanjo HPV na kwa kuchunguzwa kuweza kujulikana mapema. Takwimu pia zikiashiria kuwa kiasi cha nusu ya wagonjwa wanaogunduliwa huwa katika hatua za mwisho wananchi wakitakiwa kupimwa mara kwa mara kwa kuwa saratani ina uwezo wa kutibiwa iwapo itagundulika mapema. Asilimia themanini na zaidi ya watu wagonjwa ambao wanakuja kensa yao huwa iko stage 4 ambayo imeshasambaa, na hiyo inamaanisha kuwa uh, tunaweza kufanya matibabu lakini hiyo matibabu inakuwa palliative. James Mwangi, makale ya Undugu